Asante. mm -hmm. A, ukitizama kwa, kwa upana wake teknolojia ya mawasiliano, Ndio. Ni teknolojia wezeshi. Huduma nyingi sasa hivi zinazokwenda kwa wananchi mm -hmm. Zinafanyika kwa kutumia a, mifumo ya mawasiliano mm -hmm. Mifumo ya kidijitali. Sasa hivi tu hapo tunavyoendesha kipindi, naona kila saa unatumia simu yako mm. vinginevyo ungekuwa unatumia karatasi yeah, ungekuwa unatumia karatasi. mm. kwa hiyo unaona kabisa tayari hapo umesha umeshaona mm. manufaa ya hizi huduma za mawasiliano. mm. Lakini umesema wananchi tulivyo wengi, wote kwa ujumla. Uh, Hillary amesema kwamba sekta ya mawasiliano iko katika sekta ndogo tatu: TEHAMA, utangazaji pamoja na huduma za posta, mm. vifurushi na vipeto. mm tuko uh, Watanzania takriban milioni sitini. Mm. Na tunaposema mtumiaji hatu, hatumaanishi mnunuzi. Mm. Mnunuzi anaweza akawa mtumiaji, lakini pia mtumiaji anaweza asiwe mnunuzi. Kwa hiyo kwa mapana yake, huduma za mawasiliano zinatumika kwa kila mtu, tukianza na watoto. Watoto wanasikiliza redio, wanaangalia TV mm. kwenye zile cartoons wanafundishwa sasa hivi, kuna vipindi vinaendeshwa kabisa kidijitali ndiyo. Uh, tunapata huduma nyingi hata za kiserikali kwa kutumia mifumo ya kidijitali sasa hivi, hatuendi kwenye taasisi za kulipa bili. Kwa mfano, unataka kulipa maji, unataka kununua umeme, unataka kulipa hata kodi zako za TRA mm. au ardhi mm, zamani kwa tunaenda mpaka tufike kwenye ofisi, tukae kwenye foleni, waanze kwenda mtu mmoja mmoja, lakini vitu vingi sasa hivi tunavitumia kwa kutumia uh, mitandao. Tunalipa kwenye mitandao, wanafunzi wanafanya hata application za vyuo kwenye mitandao, pesa zinatumwa kutumia kwa... mitandao Mikuwe. hata tiba tiba daktari anaweza akawa yuko Mwimbili, hospitali nyingine uko mkoani kule, lakini kwa kutumia mitandao huduma ikafanyika. Kwa hiyo unaona, hizi huduma za mawasiliano na hasa ukuaji wa teknolojia ya kidijitali imeleta mapinduzi makubwa sana hmm. iwe ni kwenye kilimo, iwe ni kwenye afya, kote huko inatumika, masoko yanatafutwa kwa kutumia mitandao. Hmm. Ile biashara yako sinakuona kwenye mitandao hmm, unatutangazia kila siku, nunua hiki leo, umepandisha raba hmm, kesho umeweka mashati. Kwa hiyo tuna, tunaona kwa sababu unatuonyesha biashara kwa kutumia simu zetu za mkononi hmm, tukipendezwa nayo tutainunua kwa kutumia pesa kwa kupitia mtandao, lakini kufika kwetu tutatumia huduma ya posta hmm, itatufikia sisi. Watumiaji. Hmm. Na serikali imewekeza mewe, sana kwenye huduma za mawasiliano ukiangalia kuna ile huduma uh, ya anwani za makazi. Ndio. Kila nyumba inakuwa na namba, barabara zina zinakuwa na mitaa hmm. majina ya mitaa hmm. kwa hiyo inarahisisha hata tunapohitaji huduma, ile huduma inatufikia. Nataka kununua kitu, bidhaa itanifuata. Unahitaji labda huduma hata ya ambulance ni rahisi kuelekeza niko labda mtaa wa Kimara namba nne. mm -hmm. Ambulensi itafika kwa sababu kuna anwani za makazi tofauti na nyuma, utaanza kusema njoo kuna mwembe, bahati mbaya siku umefika mwembe umekatwa. yeah. tayari. Yeah, mtu amepotea. yeah. Kwa hiyo ukitizama huduma za mawasiliano zi, zinawezesha karibu kila sekta kila shughuli ya kijamii, kuanzia elimu, biashara, afya mpaka burudani. mm -hmm tunaangalia mipira kwenye simu sasa hivi. Eh, huna muda wa kwenda uwanjani basi mm. kwenye, kwenye simu kwenye yako ya. ta, yote hiyo ni kwa sababu huduma za mawasiliano zimewezeshwa, na serikali imewekeza sana kwenye huduma za mawasiliano, watoa huduma wako wengi, tunaona kila siku tumetoka 2G sasa hivi tuko 5G, tunatumia kiliunde kufanya vitu mbalimbali. Kwa hiyo ukisema faida, tunaweza tukakaa hapa tukazungumza siku nzima Mikuwe. faida za huduma za mawasiliano Mikuwe.